Andika katika usemi halisi. Kwa hivyo unaandika yale maneno ya msemaji ya moja kwa moja. Andika katika usemi halisi. Barogo aliitwa na mama yake haraka asije akaumwa na mbwa. Barogo aliitwa na mama yake haraka asije akaumwa na mbwa. Kwa hivyo andika katika usemi halisi. Barogo aliitwa na mama yake haraka asije akaumwa na umbwa. Usemi halisi unasema, "Barogo, njoo haraka usije ukaumwa na umbwa," mama aliita. "Barogo, njoo haraka usije ukaumwa na umbwa," mama aliita. "Barogo, njoo haraka usije ukaumwa na umbwa," mama aliita. Andika methali yenye maana sawa na, andika methali yenye maana sawa na, mpigambizi nchikavu uchunua usowe. Mpigambizi nchikavu uchunua usowe, methali yenye maana sawa, mpigambizi nchikavu uchunuwa usowe. Nyosha mkono washera. Irene, naam, vizuri sana. Mpiga ngumi ukuta huumiza mkonowe. Mpiga ngumi ukuta huumiza mkonowe. Mpiga ngumi ukuta huumiza mkonowe. Andika sentensi ifuatayo kwa kufuata maagizo. Andika sentensi ifuatayo kwa kufuata maagizo . Andika sentensi ifuatayo kwa kufuata maagizo. Alicheza kwa bidii akawafurahisha wengi waliohudhuria mkutano huo. Alicheza kwa bidii akawafurahisha wengi waliohudhuria mkutano huo Anza kucheza. Alicheza kwa bidii akawafurahisha wengi waliohudhuria mkutano huo. Alicheza kwa bidii akawafurahisha wengi waliohudhuria mkutano huo. Anza kucheza. Naam. Safi kabisa, vizuri. Kucheza kwake kwa, kwa bidii kuliwafurahisha wengi waliohudhuria mkutano huo. Kucheza kwake, kucheza kwake kwa, kwa bidii kwa, kwa bidii, kuliwafurahisha wengi waliohudhuria mkutano huo. Kucheza kwake kwa, kwa bidii kuliwafurahisha wengi waliohudhuria mkutano huo. Swali so la o, eleza maana ya semi hizi, eleza maana ya semi. Ja gururi, jagururi, uleshawasikia hiyo? Ja gururi ni mwenye hila, au unasema mdanganyifu, mwenye hila au um mdanganyifu ja gururi. Toa mate ya panya, toa mate ya panya ni pale ambapo una unamwonjea mtu chakula kama alama ya kumtoa wasiwasi. Unaonjea mtu chakula kama alama ya kumtoa wasiwasi unaonjea mtu chakula kama alama ya kumtoa wasiwasi. Swali la pa: andika sentensi zifuatazo katika hali ya kutendwa. Andika sentensi zifuatazo katika hali ya kutendwa. Tendua, Andika sentensi ifuatazo katika hali ya kutendwa: mzee alimwadhibu mwana kwa sababu ya utundu. Mzee alimwadhibu mwana kwa sababu ya utundu. Na sentensi ya pili Huyu paka ndiye aliyeyanywa maziwa yote. Huyu paka ndiye aliyeyanywa maziwa yote. Huyu paka ndiye aliyenywa maziwa yote. Kwa hivyo ili ugeuze katika hali ya kutendwa sentensi kwanza, unaangalia kitenzi ni kipi, unakigeuza katika hali ya kutendwa. Alimwadhibu katika hali ya kutendwa inakuwa ni nini? E, adhibiwa, adhi, si ndio? Kwa hivyo mwana aliadhibiwa na mzee kwa sababu ya utundu. Mwana aliadhibiwa, unaangalia sasa nani anapaswa kuanza, unageuza ile sentensi, mwana aliadhibiwa na mzee kwa sababu ya utundu. Na sentensi ambayo alieanywa alieanywa, katika hali ya kutenda ni yalinywewa, si ndio? Kwa hivyo inakuwa, maziwa yote yalinyewa na huyu paka, au paka huyu, maziwa yote yalinywewa na huyu paka. Sahihisha sentensi. Sentensi ya kwanza, tulipofika nyumbani tulimkuta hayuko. Huwa mnasema hivyo sana, hayuko. Tulipofika nyumbani tulimkuta hayuko. Nyosha mkono, usahihishe sentensi. Sentensi kusanam vizuri tulipofika nyumbani tulimkuta hayupo. Hayupo, siko po, hayu po, po. tulimkuta hayupo. Sentensi ya pili: kule ni pazuri bali humu kwa nukia harufu mbaya. Kule ni pazuri bali humu kwa nukia harufu mbaya. kule ni pazuri mbali humu kwanukia harufu mbaya. Kwa hivyo unasema kule ni kuzuri mbali humu mwanukia harufu nzuri. Kule ni kuzuri mbali humu mwanukia harufu nzuri ra tumia ore jeshi ya mwishoni, yaani ziandike sentensi fuatazo upya kwa kuweka ore jeshi mwishoni. Kwa hivyo tumia ore jeshi ya mwishoni. Sentensi ya kwanza, mkebe unaochotea maji unavuja. Mkebe unaochotea maji unavuja. Kwa hivyo ore jeshi ya mwishoni ni pale o rejeshi unaona iko pale katikati o oh. Kwa hivyo unasema mkebe uchoteao, si ndio? uchoteao maji unavuja, mkebe uchoteao maji unavuja. Sentensi ya pili, uzi unaoshonea umepotea, uzi unaoshonea umepotea. Ikiwa ni o rejeshi ya mwishoni inakuwa uzi ni shone yao umepotea. Uzi ni shone yao ushone yao, si ni shone yao, ni ushone yao umepotea. Uzi ushone yao umepotea. Swali so, la mwisho pale, tambulisha aina ya kivumishi katika sentensi hii. Tambulisha aina ya kivumishi katika sentensi hii: mizozo ya kisiasa haitakiwi nchini. Nyosha mkono. Mizozo ya kisiasa haitakiwi nchini. Kivumishi hapo ni kipi? Nitakunulia dona. Unacheka kwa nini? Naam. Kwa hivyo kivumishi pale, itachukua muda kabla hujapata, kama huyo ameanza hivyo, ni kivumishi cha ah, unganifu ya ile ya iko pale mizozo ya kisiasa unaona, hmm? Aunganifu.